ni muhimu sana jamii yetu kufahamu na kuelewa kuhusu utawala wa sheria leo timu ya mkuu wa wilaya ya mbulu kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa mbulu imefika katika kijiji cha tsawa wilaya ya mbulu mkoa wa manyara imekutana na wananchi wa jamii hii ikiwemo wachimbaji wadogo wadogo wa dogua dogua madini kanuni ya adhabu sura ya kumi na sita kuanzia kifungu cha mia mbili hamsini na nne vimezungumza hivyo endapo utampiga mtu yeyote sio mwanamke tu adu mtu yeyote ukamsababishia ukamsababishia ulemavu unaweza ukafungwa kuanzia miaka mitano mpaka ishirini. Jamii hii ni miongoni mwa jamii zinazokumbana na changamoto nyingi zinazohitaji utawala wa sheria. Ni muhimu kwa wananchi hawa kuto kujichukulia sheria mkononi. Huyu hapa ni Tomic Simbeye ambaye ni mwakilishi wa mkuu wa wilaya, amezungumza na wananchi hawa wa kijiji cha Tsawa kitongoji cha Amoa kwa sababu matendo haya ya ulevi ndo yanapelekea mambo kadha wa kadha, ikiwa pamoja na masuala ya ubakaji, ikiwa na masuala ya ulawiti, lakini unyanyasaji, vipigo kwa wamama. Ndo haya mambo ya ulevu ndo yanapelekea hivyo. Sasa kwa nini nimeanza kulizungumza hili? Nimeyazungumza haya kwa sababu kuna vitendo mbalimbali vya vipigo matatizo ya ukatili wa kijinsia kama vile ubakaji, ulawiti na vitendo vingine vya uhalifu vimekuwa vikijitokeza katika jamii hii ya wachimbaji wadogo wadogo. Wanawake wamekuwa wakitumika kama chombo cha starehe kutoka kwa mtu mmoja hadi kwa mtu mwingine, jamii ambayo ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu umekuwa ukijitokeza. Ruben Chamba amefafanua kwa kina kuhusu changamoto hii. alamto Aloeke. Tunazungumza wala kina dada zetu ambao wanatuvalia vinguo vinachora maumbile yao. Kwamba sasa na sisi tunahamasika kufanyaje? Kuwatamani. Hayo mavazi jamani, msivae kina dada. Sawa, ndugu zangu na kina mama. Hayo mavazi msivae. Maana nje mnatuchochea sisi kwa tamani afu tuwafanyie vitendo vya ukatili afu baadaye mje mtushtaki. Pamoja na hayo, ni muhimu sana kwa wananchi hawa kufahamu fursa zilizopo kama vile upatikanaji wa mikopo, bima za afya ambazo ni nafuu kwa ajili ya kuhakikisha afya bora kwa kila mmoja. Aimini mkopo hauna riba. Mkopo huu una masharti yafuatayo: kama kikundi, mnatengeneza kikundi, kinakuwa na watu watano, ila muwe na katiba, muwe na muhitasari wa kikao na azimio la kikao, na uwe na viongozi, na watu hawa watano muwe na vitambulisho vya NIDA. Kupitia ziara hii imetolewa elimu, kusikiliza changamoto na kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu haki, wajibu na namna bora ya kuzilinda. Haya ni baadhi ya mambo yaliyojitokeza katika mkutano na wananchi wa kijiji cha Tsawa. Kazi inaendelea pamoja na kushirikiana, ili kuboresha ustawi wa jamii na kuimarisha utii wa utawala wa sheria. Pamoja na elimu nzuri iliyotolewa, wananchi wameomba huduma za upatikanaji wa maji pamoja na shule. Ila la pili pia, mtendaji naagiza kitu cha kwanza ili serikali iweze kuleta intervention kwanza ni kutafuta eneo kama serikali hapa ya kijiji, eneo ambalo mnafikiri litakuwa sahihi bana, hapa shule ikijengwa, basi itakuwa ni sehemu sahihi, kwa sababu serikali haiwezi kaja moja kwa moja, labda tunataka tujenge sehemu ambayo sio, haitaleta hai mafanikio. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunaomba mtendaji pamoja na viongozi msoti eneo kwamba ile eneo lipo. Hata hivyo, yapo mengi ambayo timu hii imejifunza, haswa uchenjuaji wa madini kuanzia hatua ya kwanza hadi hatua ya mwisho. Aidha, Dr. Tomic Simbeye amewashukuru wananchi kwa juhudi wanazozionyesha katika kazi zao na amewaomba kuendelea kushirikiana na uongozi mpya unaoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Madini! Sasa. Sasa. Hata nyie kauli yenu wa madini mwijui Madini!